Mawaziri walioko including na nchi za Ulaya, Marekani, Sweden na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri tumeanza vizuri, kwa sababu zipo nchi ambazo zenye wizara 44. Sasa, ukijumlisha wizara 44 na mawaziri na manaibu waziri unaweza ukaangalia ni wangapi. Sisi tuliowatangaza hapa ni 30. Tutakapomalizia na wale wale waliobaki, tutakuwa na baraza la watu 34, mawaziri pamoja na manaibu waziri. Na kwa sababu lengo letu ni ku ni kusevu hela, tutaendelea kusevu hela katika maeneo mbalimbali, ili fedha zinazokusanywa za wananchi ziweze kutumika effectively, lakini pia tumeamua tupunguze baraza ili mawaziri watakaoteuliwa wakafanye kazi kweli kwamba wakienda kule wakafanye kazi kweli na ndio maana sisi tulipochaguliwa hapa tumeanza na kufanya kazi kweli hizo siku 30 sasa nina uhakika wenzetu hawa nao wakafanye hivyo hivyo na, na ndiyo maana sisi hatukwenda kwenye semina ilekezi elekezi waziri mkuu akwenda kwenye semina elekezi semina yake ilianzia kwenye makontena akayajielekeza mwenyewe huko huko. Makamu wa rais, mmemwona amejielekeza mwenyewe kwenye usafi huko. Sasa na hawa ambao tumewateua wasisubiri semina ielekeze, wakajielekeze kwenye maeneo yao, na actually wasije wakahangaika na kufanya sherehe. Wamepata kazi ngumu kama wapo ambao wanapendaga kufanya sherehe wakiteuliwa, wajiandae kufanya sherehe siku wakifukuzwa. Kwa hiyo tunataka tuwe na baraza ambalo jukumu lake ni kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za Watanzania. Kontrakti yetu ni miaka mitano, na tukawafanizie Watanzania yale tuliyoyaahidi bila kubagua vyama vyao, bila kubagua dini zao, bila kubagua ukanda wao, bila kubagua makabila yao. Na ndiyo maana siku zote tumekuwa tukisema hapa ni kazi tu. Kwa hiyo nilijiridhisha, na ninaamini pamoja na wenzangu kwamba baraza hili la wizara kumi na tano nitaweza kufanya yale ambayo tunatakiwa kuyafanya effectively, bila kuwa kwenye masuala ya mchakato tunafanya hivi tunafanya hivi. Tutaendelea hivyo kwa sababu ukishakuwa na baraza dogo, automatically na makatibu wakuu watapungua na kadhalika. Kwa hiyo ukiniambia tumepunguza kiasi gani, koja mpaka nitakapomaliza uteuzi wote, halafu utaona tumesevu kiasi gani, mabilioni mangapi ili aweze kwenda kwa wananchi akafanye kazi za wananchi kama ambavyo tumeahidi. Nafikiri ndugu Manyerere, nimekujibu swali lako vizuri, na wewe ukaige mfano huo huo wa kuwa na watendaji wachache kwenye gazeti lako la Jamhuri, badala ya kuwa na wengi, ili uone lawama utakazokuwa unazipata wakati ukifanya kazi. <laughs> Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais, labda tupate swali la mwisho moja. Asante. Naitwa Raymond Nyamwegula, natoka Uhai Productions. Mheshimiwa Rais, wakati unakutana na wafanyabiashara ulitoa siku saba wale ambao walikuwa wamekwepa kulipa kodi walipe zile hela, na kumbukumbu zinaonyesha siku saba zinatimia leo. Zimesharejeshwa? Swali lako nendo <coughs> kamwulize kamishna msaidizi wa TRA. Nimesikiliza kwa umakini na nimeona namna gani kweli baraza limekuwa dogo, lakini kuna wizara moja ambayo inaonekana ina manaibu waziri wawili wakiongozwa na waziri na mama Jenista Mwagama, kuna manaibu mawaziri wawili naomba ufafanuzi kwamba je katika kuunganisha hizi wizara inaonekana kazi kweli kazi ipo lakini je kazi wizara hii ndio ina kazi ngumu kuliko nyingine au kuna kigezo kingine asante kafanya utafiti kwanza uangalie hiyo wizara ya ofisi ya waziri mkuu inayoshughulikia sera bunge ajira vijana walemavu tumeunganisha wizara ngapi nini tumeweka manaibu waziri wawili utapata jibu lake eshimua kwa, kwa, kwa baraza y kuwa dogo zaidi, lakini na maswali mawili. Moja, katika baraza hili ambao umetangaza hileo, kuna mawaziri waliokuwa kwenye baraza lilopita kama kumi, kama sijakosesha hivi pengine na katika moja ya kauli kwa sababu kuna kampeni kwamba ungependa kutenza baadhi ambao ni doko kama ilivyofanya lakini lenye lenye wateja ambao wako more effective sana. Pengine kwa nini umerudisha wale wale, kuna kuna mimi kuna wanakaa baadhi jipya tena wanaonekana hili wapo. Lakini pengine swali langu la pili, ulikuwa ukizingatia nini wakati wa uteuzi wa baraza hili jipya la mawaziri? Pengine ni kupunguza tu bajeti au kuna kingine kigezo ambacho umetumia kutaka kuangalia katika unaanalyze bajeti ili baraza hili jipya la mawaziri. Asante sana sana Mheshimiwa Rais. Kwanza kwa sababu umekosea hata kupiga hesabu. Ukafanya hesabu vizuri, wa awamu iliyopita mawaziri waliorudi ni saba, sasa umesema kumi. Kwa hiyo ukirudi huko ukapiga hesabu vizuri, hesabu zako utaelewa ni vigezo gani nilivyovitumia. Asante mheshimiwa rais, nadhani maswali yamekwisha. Tunakushukuru sana kwa mkutano ni vigezo gani nilitumia kumchagua waziri mkuu? Ni vigezo gani vilitumika kukutuma wewe kuja hapa leo badala ya kutuma wengine? <laughs> <laughs> kwa hiyo vigezo hivyo hivyo ndivyo na mimi nilitumia. <laughs> <laughs> Jamani, asanteni sana, ninawashukuru. <laughs>